Mara baada ya majuma kadhaa, hatimaye leo Aprili 28 uongozi wa chuo kikuu cha waislamu cha Morogoro, kwa maana ya MUM, wameweka wazi ile kampeni yao ambayo ilikuwa imechukua hatua kwa masiku fulani ikisema MUM tuna jambo letu, na hatimaye leo wameweza kuitangazia hadhira ya Tanzania na nchi jirani kwamba jambo hilo ni jambo gani. Sasa jambo lenyewe ni hili hapa kwamba chuo kikuu cha waislamu cha Morogoro mwaka huu rasmi kimetimiza miaka ishirini toka kuanzishwa kwake ambapo chuo hicho kilianzishwa mnamo mwaka 2005. Akizungumza na hadhira ya wanafunzi wa chuo kikuu cha waislamu cha Morogoro, makamu mkuu msaidizi wa chuo hicho na mzungumzia profesa Hamza Njozi ameeleza namna Mumu tuna jambo letu ilivyokuwa ikilenga jmow kabisa ni kwamba cherekochereko na mwenye mwana Uh, mwaka huu tunatimiza miaka ishirini tangu chuo hiki kilipoanza kudahili wanafunzi. Wanafunzi wa mwanzo kabisa walianza mwaka elfu mbili na tano hapa MUM na kumaliza elfu mbili na nane. Na tunao wanafunzi wengi sana ambao wamehitimu na wanafanya kazi sehemu mbalimbali. Mwaka huu tunatimiza miaka ishirini. Kwa hiyo tukaona tufanye sherehe za kutimiza miaka ishirini. Mtoto aliyezaliwa mwaka 2005 sasa hivi ana miaka 25 na tano ana miaka ishirini. Kwa hiyo ni muda mrefu kidogo sasa. Katika sherehe hizo leo, kilichokwenda kufanyika katika hoteli hii ya New Africa Dar es Salaam ni kuwaita waandishi wa habari wachanel zote kubwa hapa nchini na nje ya nchi kuwaelezea jambo hili ambalo tutakulifanya na itafanyika kuanzia tarehe kumi na moja Juni mpaka tarehe ishirini Juni mwaka huu insha Allah. Tarehe kumi na moja mpaka tarehe kumi na tisa kutakuwa na ratiba ndefu hapa katikati, lakini kilele cha shughuli kitakuwa tarehe ishirini ambapo Mheshimiwa Rais wa jamhuri ya muungano Tanzania e, atahudhuria insha allah kufunga na kuhitimisha shughuli zenyewe. Sasa hapo katikati, kuanzia tarehe kumi na moja mpaka kumi na tisa kutakuwa na mambo mengi, kutakuwa na hizo matamasha ya michezo, lakini kutakuwa vile vile na makongamano na shughuli nyingine mbalimbali kubwa kabisa katika hafla hiyo. La kwanza ni kuwajumuisha pamoja wale wanafunzi wote ambao wataweza kujaliwa kuja waliopitia katika chuo hiki, na uzuri wa bahati tunao wengi sana ambao sasa hivi wapo kwenye nafasi kubwa sana katika serikali, kwenye biashara na kama wafanyabiashara binafsi na watu ambao wanaisha taasisi zao wenyewe kwa hiyo wao wamekwisha arifiwa na ni miongoni mwa watu ambao wanaratibu jambo hili, lakini kubwa kuliko yote kwa upande wetu sisi kama chuo, tutazindua platform maalum, electronic platform ya inaitwa, uh, MUM Community Fund platform ambayo itamwezesha mtu yoyote popote alipo duniani kutoa mchango wake kwenye jambo lolote ambalo tumelipanga katika um, maendeleo ya miaka kumi ya miaka ishirini ijayo ya chuo, ikiwa ni pamoja na the hostel, maktaba, ukumbi mkubwa wa wa kimataifa kuliko hiyo Assembly Hall na mambo mengine mengi, pamoja na ile ablushi blok ya vyo mia na ishirini na vyote hivi akaona pesa yake ilivyoingia na akaona anaweza kutrack na anaweza kuona electronic platform inakamilishwa. Nafikiri baada ya kiasi cha wiki mbili hivi tunaweza kuanza kutest mitambo kuona navyofanya kazi na imeratibiwa na miongoni mwa wanafunzi waliomaliza hapa wanaofanya kazi Marekani kama mchango wake bure aada asaidia jambo hili bure mradi huu, na nyini tayari kufanya hilo. Kwa hiyo ili kulipa nguvu jambo hili, tukaona kwanza tutangaze kwa watu wengi wajue kabla ya tarehe zenyewe, ndio limefanyika leo. Kwa hiyo shughuli yenyewe hasa sio leo, leo tunatangaza kuanza kwa hizo shughuli ili watu wajue jiandaa kwa ajili ya mwezi wa sita insha Allah. Sasa, miongoni mwa mambo ambayo ninyi tutawaomba ni kuchagiza jambo, kama wanafunzi mliopo na wale ambao wetamaliza, wanafanya kazi hiyo. Hilo ndio jambo ambalo limefanyika leo. Kwa hiyo oa alikuwa na kigua kia aiza. Profesa Njozi ameeleza hadhira juu ya historia ya chuo hicho, ambapo mwanzo kilikuwa ni chuo cha mafunzo ya mafundi umeme kwa maana ya TANESCO kabla ya raisi wa awamu ya tatu wa jamhuri ya muungano wa Tanzania, namzungumzia Benjamin William Mkapa, kutoa majengo hayo kwa chuo kikuu cha waislamu cha Morogoro na kuweka historia ya kuwa chuo pekee cha waislamu nchini Tanzania. Hapa Profesa Njozi anaendelea kueleza. <coughs>

hawakuwa na chuo chochote kingine hata kimoja. Na hivi navyozungumza, wana chuo kimoja tu ndo hivi, kama kuanzisha chuo kingine, akasema hapana, kuanzisha kampasi nyingine, chuo cha MUM Dar es Salaam, kampasi nyingine na sehemu nyingine. Lakini o sasa, baada ya kupewa majengo, ikaanzisha mradi wa chuo kikuu cha

alikuwa ndiyo maelezo ya MUM tuna jambo letu, ambapo watu wengi walikuwa na shauku ya kutaka kufahamu ni jambo gani hilo hasa, ambalo watu hawakuwahi kudokezwa hata kidogo, huku akieleza kuwa Juni kumi ndiyo atakuwa uzinduzi rasmi wa sherehe hizo za kuadhimisha miaka 20 huku kilele kikifanyika Juni 20 na mgeni rasmi akitarajiwa kuwa rais wa jamhuri ya muungano wa Tanzania na mzungumzia Daktari Samia Suluhu Hassan ndiye atakuwa mgeni rasmi katika maadhimisho hayo. Mimi ni Heri Abdalla na hii ni Chivihi Media. Hakikisha una subscribe, like, share na kukoment, YouTube channel yetu, lakini pia tufuate Instagram, Facebook na TikTok, kodi ni moja tu, Chivihi Media, na ndio maana tunasema daima sisi ni wewe. Kwaheri kwa sasa, tukutane next time. bye bye.